Leo tunaangazia utoaji wa taarifa za madai mfuko. Uh, ulitengeneza mfumo wa utoaji taarifa kwa njia ya online, kwa maana tunaoita e-notification, kupunguza muda wa ufuatiliaji wa madai kwa mwajiri na mwajiriwa. Mfumo huu uh, ulianzishwa kwa ajili pia ya mfanyakazi kumpunguzia safari ya kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, kama tuna ofisi eh, mbali kidogo na mahali anapoishi. Kwahiyo mwajiri ana uwezo wa kutoa taarifa ya ajali kwa njia ya mtandao. Tumekuwa tukipata changamoto tofauti tofauti, lakini tumejitahidi kuziwekea mikakati ambayo inaweza kusaidia kutoka kuondokana na changamoto hiyo. Uh, changamoto kubwa iliyokuwepo uh, ilikuwa ni kuhusu taarifa za polisi. Uh, tulikuwa tukipata changamoto, wafanyakazi wengi walikuwa hawatoi taarifa pindi wanapopata matukio ya ajali kwa, unakuta madai ya namna ile yanachukua muda kuyachakata. Kwa hiyo tukaona ni vyema kuchukua mkakati wa kuongea na wenzetu wa jeshi la polisi na tukishirikiana nao eh, kuwasaidia waajiri na waajiriwa kupata taarifa hizo za polisi na pia kutoa elimu kwa wafanyakazi na waajiri kwamba mwanachama yeyote anapopata tukio la ajali ya barabarani anapashwa kuwa na polisi ripoti na namna ambavyo anaweza akaipata hiyo taarifa ya polisi. Mfumo huu wa kutoa taarifa kwa njia ya mtandao unatija sana, kwanza mwajiri, mwajiri na mwajiriwa wanaweza kufuatilia na kujua hatua ya dai lake lilipofikia, lakini cha pili, kutoa taarifa kwa wakati, kwa sababu awali ilikuwa tunatoa kwa njia ya manyo, yaani mfanyakazi au mwajiri anajaza fomu. Akishajaza fomu, inabidi sasa aitume. Kama yuko mbali na nje au mbali na ofisi zetu za WCF, inamlazimu kuituma kwa njia ya posta. Kwa hiyo sasa, kwa kutumia mfumo huu ni moja kwa moja anaweza kutuma taarifa yake kwa njia ya mtandao na tukaipata, na tukaanza kuifanyia kazi, na tukawa tunaendelea kuwasiliana naye, na huku yeye mwenyewe akiendelea kuifuatilia. Kwa asilimia sabini tumefanikiwa, waajiri wengi ambao tayari wanawasilisha madai katika mfuko wanatumia njia ya mtandao, lakini bado tunatoa elimu na bado tunafuatilia kwa waajiri ambao hata kama hajapata tatizo lolote la kuhusiana na kazi basi wawe tayari wameshajiandikisha wameshaji katika mfumo huo, ili pindi tukio linapoweza kutokea basi waweze kutumia mfumo ipasavyo. Naam, uwasilishaji wa taarifa za madai kwa wakati ndio hatua ya mwanzo inayopelekea mwanachama kulipwa madai yake kwa wakati. Bwana Jafet Baluya ni afisa kumbukumbu na nyaraka kutoka WCF. Je, ana yapya ya kutujuza kuhusu uwasilishaji wa nyaraka za madai katika ofisi za WCF? Uwasilishaji wa madai unafanyika kwa njia mbalimbali, lakini njia mbili kuu ndizo zinazotumika. Njia ya kwanza inayotumika ni kwa mwajiri kujisajili online na kufanya uwasilishaji wa taarifa kwa tukio likitokea, ajali magonjwa ama vifo vinavyotokana na kazi. Kwa hiyo mwajiri anapaswa kujisajili na kuanza ku, na kusajili kwa ajili ya mfanyakazi wake ili aweze kulipwa fidia zake. Lakini sambamba na hapo, mwajiri anapaswa aweze kupakia taarifa zile nyaraka za mgonjwa zikionyesha kwamba tukio lilivyokuwa limetokea. Kwa hiyo sasa, hiyo ndo njia ya kwanza ambayo inatumiwa na mwajiri hiyo. Mwajiri ndo anafanya huo usajili. Lakini njia ya pili, tunapokea taarifa au nyaraka kupitia mwajiri kufika katika ofisi za Mfuko wa Fidia kwa Wafanyakazi ambazo ziko karibu naye, eidha mwajiri ama mwajiriwa. Kwa hiyo anatakiwa afike kwa kuleta hizo nyaraka lakini nyaraka hizo zinapofika katika uh, kitengo chetu, seksheni yetu tunafanya uhakiki kuangalia, je, zile zina ukamilifu hizo dokumenti zilizoletwa, nyaraka zilizoletwa, kama zina ukamilifu tunazisajili katika mfumo ambao, sasa madai, mchakato wa madai ndipo unaanza kufanya kazi.